Bwana eh, tunavyoelekea mwisho wa mwaka nataka nipate comment zao kuhusiana na Smart Hustler Brand. Let's go. Teja mmoja kutoka John Gehe hapa. Hey, mambo mrembo? Poa. Oh, kwema kwema. Unaitwa nani na upo hapa unafanya kazi gani? Naitwa Husna, mimi ni members wa John Gehe. Time to shine. Husna, kama unavyoona amependeza. Sasa bwana eh, tunataka tufahamu wewe unaionaje Smart Hustler Brand kwa sababu umekuwa ni mteja wetu mzuri. Naomba tuambie unaionaje Smart Hustler Brand. Jamani, Smart Hustler Brand kwa kweli na baruza, mimi anani designia mashati ya bwana wangu. Jamani, yeye ananibaruzia vitu yani mashati yake mazuri, yuko vizuri, kwa kweli anafanya vizuri sana. Jamani, tumsaidie kijana mwenzetu, tumpe support, tumchangie jamani, bila sisi yeye hawezi, hawezi kufika popote, kwa tunaomba jamani mmsaidie Afike anapopataka Mwenyezi Mungu akimjalia awe za ili, Za ili na brand yake kubwa zaidi zaidi ya hichi anachokifanya, ila kiukweli ana design vizuri na vitu ni vizuri inshallah. Inshallah, mimi napokea baraka zote na ninashukuru kwa recommendation nzuri. Tunaenda kwa mteja mwingine ambaye ni mtu ambaye anatusupport sana Smart Hustler Brand, huyu ni mteja wa pili. Yes, kama unavyoona iko naye hapa. Mnyamwezi amechila, amepoa. Yes bro, nakwaje? Poa kama kaa najua unanifahamu kama ni Smart Hustler, na nimekuwa na kuuzia mashati kadha wa kadha. Uambie wale ambao unatufuatilia au watu ambao wanatuona, unaionaje Smart Hustler brand, uh, kazi zake, uh, services zake ziko vipi, product zake na vitu kama hivyo? Smart Hustler brand ni brand ambayo inatengeneza mashati mazuri na wamenyoka. Smart Hustler brand ni kampuni kubwa, kwanza ni mmeji brand, mko vizuri. Ongeleni kwanza kwa hilo Mungu awabariki sana. Mimi nafurahishwa na kazi zenu, yaani kwa ujumla mnafanya kazi nzuri, yaani mmenyeoka, amna kona kona, mteja akiwa iko mkoani anapata huduma zake vizuri. Kwa hiyo sijaona kingine sana. Kama unaposikia tunaenda kumtafuta mteja mwingine watatu, lengo ni kupata wateja watano ili watupe comment kuhusu Smart Hustler brand ili tufunge mwaka, yes, kama kawaida kama ada yes, tuko na mteja mwingine ambaye ni mtu ambaye ana support sana Smart Hustler Brand toka tumeanza mpaka sasa hivi, tunaenda kufunga mwaka, tunatarajia na yeye atupe kidogo komenti zake kuhusiana na Smart Hustler Brand kwa vile anavyoiona yeye. Uh, kwanza kabisa ningependa kufahamu majina yako, naitwa nani mrembo? Wewe umekuwa ni mteja wangu kwa muda mrefu sana, umekuwa unani support sana kile, kile kitu ambacho nakifanya. Mostly umekuwa unaniagiza mashati two pieces, uh, sometimes gauni na vitu kama hivyo. Ninipenda kufahamu kidogo uh, unaionaje Smart Hustler Brand kianzia na services zake. Kiukweli services zenu ni nzuri, huduma zenu zote kwa ujumla ni nzuri, sijaikopata kupata kikwazo chochote kuhusu nyie. Okay, okay. Uh, ni kitu gani ambacho unge, unge, ungependa kuishauri Smart Hustler brand tunapokuwa tunavyokuwa tunaingia mwaka mwingine mwaka elfu mbili na ishirini na sita? Uh, na mimi ninachopenda kwa shauri kwa ufupi, mwendelee na hiyo service yenu hivyo hivyo, mzidi kuwavutia wateja, mtengeneze vitu vilivyo bora zaidi na zaidi, ili na wengine wapate kuona bidhaa zenu wavutiwe waje kwa wingi. Okay, okay. Uh, ningependa kufahamu uh, siku ambayo ulivaa nguo ya Smart Hustler Brand uh, iwe ni shirt, au ni two pieces au ni short dress. Ulipata uh, comment gani ambayo ilikuvutia sana ambako ukasema: yes, my designer hapa alifanya kitu kizuri sana? Ni mtu gani wa, wa, wa, wa jinsia gani alikucomment usiana na ile vazi ambayo ulivaa? Kiukweli ni siwezi kusema kwamba ni jinsia moja ilinisifia walini zilinisifia jinsia mbili za kike na ya kiume walinisifia vizuri sana, mpaka nikajihisi kweli designer alimtendea haki. Yes una, unaweza ukawa labda na kumbukumbu -kumbu, labda mtu uh, wa kiume alikuambia nini au likukomenti nini kuhusiana na ilo vaaz uliolivaa? Uh, kiufupi tu aliiambia nimependeza sana kutokana na muonekano wangu jinsi nilivyovazi limeendana na mimi. Kukomba namba kweli? Na hapana. Ha, okay, okay. Uh, tulikuwa na wakati mzuri sana na mrembo Dorin kama unavyosikia amelezea the way anavyoiona Smart Hustler Brand na ametupa ushauri sisi kama Smart Hustler Brand na tuna budi tunachukua ushauri wake na tunaenda kuifanyia kazi kwa nguvu kubwa sana. So next year we go up. Thanks, Dorin. Okay. Tuko na mrembo mmoja matata sana kutoka Jonejo Hair Time Tuition. Mrembo unaitwa nani mama? Naitwa Diana. Yes, mrembo naitwa Diana kama ulivyosikia. Jina lake nzuri jamani, kama alivyokuwa yeye mwenyewe mzuri. Yes, of course, huu ni mmoja wa wateja wangu wakubwa sana ambao wamenisupport sana mpaka hapa nilipofikia. Nilikuwa natamani na yeye tungepata recommendation zake, uh, jinsi ambavyo anaiona Smart Hustler Brand tukianzia na kwenye service. Unaionaje service ya Smart Hustler Brand mrembo? Ametisha sana. Ameanza mbali lakini mpaka sasa hivi umeshakuwa brand kubwa sana na utazidi kuwa wa kimataifa zaidi. So endelea kuboresha huduma yako zaidi na zaidi. Okay, thanks Dana. Wewe umekuwa ni mteja wangu kwa muda mrefu sana na umekuwa ukinisupport kwa kununua stuffs tofauti tofauti, umenunua mashati, umenunua short dress. Vitu, yeah, of course tumeshona vitu vingi sana. Nitamani nijue kati ya nguo ambazo ushawahi kuzinunua au kushona kwa Smart Hustler Brand, ni nguo gani ambayo unaipenda sana? Kuna hmm, nguo fulani hivi ulinishoneaga nilikuletea nilikuwa nili, nili kijola ukanidesignia, ilikuwa kwenye ilikuwa kwenye harusi ya rafiki yangu ah, ile nguo kila mtu alikuwa ananisifia. Yaani nimekupa idea nime, kupu, nime kupu idea na ukasema eh, hapa hivi, yaani unakupa idea na unaongezea hapa, ikatoka kitu kizuri. So ile nguo mpaka leo ni nani ainichoshi ile nguo. Kwa hiyo ile nguo imenifanya hata sasa hivi nikitaka kushona nguo nyingine, yaani ile nguo inakuwa kama role model ya hizo nyingine ninazotaka kushona kwa yani, ni, ni, ni ile nguo imenifanya yani nitaka kushona mshono lazima niuzane kupitia ile mshono mwingine ile nguo ule mshono, kwa kweli ulikisha sana sana na, na nyingine kuna nyingine ulinishoneaga kama nguo fulani ya Hamisa vile ni yani nilionaga nikawa ni, ni, nimeipenda, ukanishonea ile ya pinki ile ya babi babi ile ah ile ambayo mbele yeah. Mbele ipo kama kifuniko uh, tifuni, kofuni, kama yeah. pants eh yeah, yeah, of course. Sasa tungependa kufahamu uh, ni nguo gani ambayo maybe ulivyoivaa ulipata komenti nyingi sana na unaweza kutuambia, hizo comment zilitoka sana sana kwa jinsia gani? Ni nguo gani na ilipata komenti nyingi kwa jinsia gani? Uongo zambi, kama nilivyosema awali, nguo ambayo nilizifua sana ni ile nguo ambayo nimekuambia nimeshona kwenye harusi ya rafiki yangu, na ile nguo nilizifua sana na wadada, na waliupenda sana ule mshono eh. okay, okay. Comment mwanaume, kwani so, umesema, ni nani alinisifia sana wao waliosifia sana ni wanawake. Wao wanaweza wamependeza lakini kila mtu, yani waliosifia sana wanawake na wamechua ile mshono na wameenda kushona kwa mafundio wengine wanaojua kupitia yule mshono ambao umeushona wewe. Wow, wow. Kwa hiyo wanawake ndio walipenda sana. Kwa hiyo ina maana ina maana hamna hata mwanaume hata mmoja aliomba namba kupitia yule mshono. Jamani. Wanaume gani? Wanaume gani? Walioomba, Kinondoni mko wapi jamani? Dana na wakataa huko. Elewe, tulikuwa na moment nzuri sana na da